Maana ya kwanza, nimegundua kwamba pesa ya alali na pesa ya zuluma, maana ya pesa halali sasa. Pesa ya alali bana, kazi zake sasa na shughuli zake, yani kazi yake ya kwanza ni kwamba ni kulewa kipuzipuzi, ni kunywa kipuzipuzi. hmm? hmm? Nikuvuta bangi kipuzipuzi, sigara kipuzipuzi hmm? hmm? hmm? hmm. Lakini pesa ya zuluma sasa, naelezea maana ya pesa ya zuluma. Pesa ya zuluma kazi yake sasa, ha? Ni kujenga, kununua magari, kununua maviwanja, kujenga maghorofa na kufa.